Okay. Ngoja sasa nionyeshe kwenye chat. Hizi trade zote hizi. Hizi hizi ni pending orders, unaona zote nimeweka kulingana na order blocks. Unaona? Na nimeweka pending order kwa sababu price nimeona order block, lakini price bado haijarudi hapo, unaona. Sasa badala ya kukaa kwenye chat muda wote unasubiri price irudi. Kuna kitu kinaitwa pending order, unaona, unaweka order, unaiset take profit na stop loss na direction yake, ukitegemea kwamba wewe hata kama ukienda unafanya mambo yako, hata kama data ukizima, price ikifika hapo, broker na kuwekea hiyo trade, unaingia kwenye trade automatically. Ngoja ni kuonyesha kwa mfano kama hii ya NZD USD. Kwa hivi haya sasa, hapa tuangalie hapa. Hii hii sell, huu mstari wa sell unaona ulipo hapa, sina kitu ambacho kinaonyesha na nili semia ku point lakini, tuangalie hu, hu, hu mstari wa sel ulipo sawa sawa. Kuna sehemu kunyuma, ngoja ni, ni maki na rectangle ili muione hapa nyuma hapa n no. Sasa hiyo ndio order block sasa ukiangalia huu upande wa kushoto, hii rectangle iko anzia hii candlestick ilikuwa ni ya kwenda juu sawa sawa, alafu baada ya hapo price imerudi chini kwa nguvu sana, unaone ivurudi chini huku hivi ime cha kwanza imeizidi hii candlestick ambayo ilikuwa ipo kinyume chake, unaona. Kwa hiyo ni sifa moja hapo ya order block, kwamba hiyo candlestick ambayo imetengeneza movement kubwa inatakiwa ifunge zaidi ya ile candlestick ya nyuma yake. Kwa hiyo ukikaa ukiangalia hii hapa, hivyo mna kitu cha kuonyesha kuchora chora hapa kweli. Angalie hapa sasa, mtakuwa mnaona, naona hii ndio candlestick ambayo naongelea -na hii hii ndio candlestick ambayo naongelea, imefanya movement kubwa, sawa. Hii candlestick ya nyuma yake, hii hii ndio order block yenyewe. Sawa sawa. Kwa sababu gani? Hii ni kinyume cha hii. Hii hapa hii ni ya kwenda juu, hii ni ya kwenda chini, unaona? Lakini hii ya kwenda chini imekuja imefunga zaidi ya hii hapa. Unaona hii mwisho wake uko hapa, lakini imekuja imefunga huku chini zaidi. Kwa hiyo ina ina hii hapa hii inaonyesha kwamba wale kampuni kubwa, taasisi kubwa ndo ziliko ingia hapa trade zao unaone? Alafu hapa ndo inakuwa ndio order block yenyewe hii candlestick ya nyuma yake. Kwa hiyo mimi sasa ndo kama hivyo, japo nilikuwa sijachora lakini, kwa kuangalia tu nilikuwa naona kabisa hii ni order block. Kwa hiyo hapa ndo nimechora hii rectangle yangu. Nimechora rectangle hapo ili kuonyesha hii ni order block na price kama unavyoona hivyo, rudi hapa, ndio nimeingia kwa sell. Sawa, so, sawa. Lengo langu ni kwamba price itarudi tena huku chini, kwamba hapa kuna orders ambazo zilikuwa zimesaulika. Itarudi tena huku chini na stop loss yangu kama unaona nimeiweka kwa huku juu kidogo unatakiwa uacha walau nafasi kidogo, kwenye usiweke stop loss tu hapa juu ya order block tu karibu karibu, kwa sababu inaweza ikaja ikagusa, alafu price ikaendelea kwenye direction yake. Unaona, ndio maana nimeacha kuna nafasi zaidi, alafu take profit nimekuja nimeleta huku chini. Huku chini kuna order block nyingine. Na ukikaa ukiangalia hapa hivi, nimeweka buy limit. Unaona hiyo order block nyingine, kuja ni nichore muione hiyo order block iko kwanzia ni hii candlestick hapa, mbona nitaki yep. Usogea hapa hii candlestick hii naone hii kendo stik ukikaa ukiangalia. Sawa. Sasa ukikaa ukiangalia naona hii ndo nzuri zaidi, mshari unaonyesha vizuri zaidi. Ukikaa ukiangalia hapa, unaona hii kendo stik imeshoot juu kwa nguvu unaone alafu nyuma yake hapa kwa kuna candlestick ya opposite direction. No, kwa hiyo candlestick ya opposite direction hii ndio inakuwa order block yenyewe. Sasa, na ukika ukiangalia hii ilivyoenda, price ilikuwa inarudi chini kidogo ikae inakaribia kuingia hapa kwenye order block. Alafu ndio iendelee lakini ikiingia. Unaona? Na ndio maana hii sell yangu kujuu nimeweka take profit yake we kwenye hii order block. Alafu hapa kwenye order block nimeweka tena order nyingine ya, ya buy limit. Kwamba price ikifika hapa nafunguliwa buy limit alafu tunarudi tena juu. Kama kawaida stop loss nimeweka chini ya order block huku, nimeiacha nafasi nisiweke karibu karibu sana, nafasi ya kupumua na, na, nasemaga. Unaona? Alafu take profit yake nimeweka kwenye order block nyingine huku hivi. Yeah, kwa simple kama tu hivi. Na ngoja nionyeshe kuna trader hapa hii iliingia loss, ngoja niwaonyeshe ya yeah. Uzuri moja kwenye trading, cha kwanza unatakiwa ujue kuna faida na hasara, usijekee tu kwamba strategy fulani basi ndio inakuwa na faida tu, haina hasara. Hapana, ndio maana tunaweka take profit na stop loss. Unaona, kikubwa, ili ujue strategy gani inafanya kazi, unatakiwa uitumie mara kwa mara U, ili ujue kwamba okay, hii strategy, cha kwanza weakness zake ni zipi, hasara zake ni zipi, au tuseme udhaifu wake ni upi, alafu faida zake ni zipi, au strength zake ni zipi no. Kwa kwa mfano kama hii hapa hapa, hivi kulikuwa kuna order block niliona huko nyuma, unaona, ngoja niweke ile kitu no. Hapa hapa price ilishuka sana, unaona hapa kulikuwa kuna consolidation trend ilikuwa iende kokote, unaona, afu baada ya hapo price ikashuka sana huku chini. Sa kwa sababu mimi nikaja nikaona kwamba kuna order block kwa hapa, unaona, hii candlestick ya mwisho ya kwenda juu ndio ilikuwa hii hapa. Nikaona order block yangu hapa, nikafungua trade ya sell, ndio hapo, unaona, hii inafanana ina na huku nikafungua trade yangu ya sell kama kawaida, nikaweka stop loss juu huku hivi ipumue, lakini kwa bahati mbaya ikaendelea juu, unaona, ikagonga stop loss, lakini profit yangu ilikuwa huku chini. So hivyo ndio kitu kilichosababisha loss kwenye hii trade, lakini it's okay. Sio kwamba ndio hii strategy haifanyi kazi au sijui ndio nini, hapana. Haya moja, nionyeshe hii hapa. Hii hapa ni ya profit na bado inaendelea. Kama ningekuwa nimeacha ingekuwa bado niko kwenye profit zaidi, okay. hapa niweka trade mbili ya hapo sio nzuri, lakini hivyo, tredi ya kwanza niliweka, ngoja nionyeshe. Tredi ya kwanza ni kwenye huu huu hu, hu, mshale wa kwenda juu hapa, na tredi ya pili ni kwenye huu mshale wa kwenda juu wa huku chini. Unaona tredi moja hapo ika lambo stop loss hii ni ya uh, huku juu. huyi ya juu hii ndo imelamba stop loss nona, hapa hapa ya chini hii ndio imeenda take profit, imefungia hapa. Haya, tufanya tena analysis yetu. Sasa hapa nadhani ni ishuka tena kwenye time frame ya chini, ila kwenye time frame ya hii one now for hour, eh, hii hapa ya juu no, naona kulikuwa kuna big move hii green candle hapa, unaona big move? Unaona kwa candle ya opposite ya nyuma yake ilikuwa ni ipi? Ni hapa, unaona? Na ndio maana nika place buy kulingana na hii order block kwa hapa, unaona? Stop loss yangu nika nimeweka huko chini yake, kwa bahati mbaya ikawa imechukuliwa. Sasa hii niliweka kulingana na order block hiyo hiyo, lakini kwenye time frame ya chini stop loss yake niliweka chini zaidi ndani kwa maeneo haya, unaona? Alafu ndio hivyo ikaenda ikachukua take profit. No. Na hapa tena kuna big move nyingine hii hapo naiona. Alafu kuna candlestick nyingine opposite direction hii hapa. Unaona? Ndio, nimeweka trade nyingine ya buy limit. Unaona hapa? Kwamba price itarudi tena hapa chini ku-retest alafu kuchukua na order nyingi ambazo zimebakia alafu itaenda tena juu. Unaona Stop loss kama kawaida nimeweka huku chini, nimeacha ipumue kwenye order block hapa, isikie karibu sana. Alafu take profit nimeweka hapa ambako kulikuwa kuna consolidation huko nyuma. Hapa nako kulikuwa kama vile haikwenda moja kwa moja, ikaka, kama vile kuna kupumua pumua fulani, consolidation fulani, japo sio kubwa sana. Yeah, so hivyo simple kama hivyo. Kama kuna swali, naomba utaniuliza nitajibu. Kama kuna sehemu ambako hamjaelewa, nitaweka sawa, ila issue ya order blocks ni simple tu kama hivyo.